Mheshimiwa Atupele Fredy Mwakibete mbunge wa Busokelo, swali lake litaulizwa kwa niaba yake na Mheshimiwa Husna Sekiboko. Je, lini serikali itaunga mkono juhudi za wananchi kumalizia ujenzi wa vituo vya afya Lupigi, Lufilyo, Kisegese, Lusafi na Kambasegela hadi Busokelo? Swali hili pia linasalia ofisi ya Rais TAMISEMI. Bilioni 1.7 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya vinne vya Ntaba, Mpata, Kifunda na Isange ambapo ujenzi umekamilika na vinatoa huduma. Mheshimiwa Spika, kituo cha afya Lufilyo kinahitaji shilingi milioni 120, Kisegese shilingi milioni 120, Lulasi shilingi milioni 82 na, na Kambasegela shilingi milioni 120 ili kukamilika. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kutenga bajeti kwa awamu kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa vituo hivi vya afya katika halmashauri ya wilaya ya Busokelo. Asante.